Mtumishi wa Mungu Shekirunga aje aombee mwili wetu siku ya leo. Mungu mtakatifu, Mungu alfa, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Danieli, tunasema asante kupatikana chini ya jengo hili. Ni mapenzi yako Baba. Kuna lolote tulilotenda ninaweza kukufurahisha wewe Mungu mzima kwa kuwa sisi wanadamu Bwana, tunaanguka tunaanguka tunaanguka. Osenyeshii, uwe pamoja nasi. Tunakualika Baba, uwe pamoja nasi. Usubuhi ya leo tuone mkono wako wa nguvu, tuone mkono wako wa baraka. <coughs> Baba, tuongoze katika hii kundi lako Mungu la kusikia neno lako Baba. Tumefika wakati wa kusikia neno ndio mkate wa uzima Mungu, tunakuonesha kuonyesha atakayetulisha Baba, umewezeshe umewezeshe, Mungu. Acha Roho wako anene ndani mwake, kwa kuwa Mungu akinena mapenzi yake italeta matatizo na vikwazo, lakini pamoja na wewe tutajengwa. Baba, nasi tutakalolisikia, utufungule masikio ya kiroho kama vile ya kimwili ili neno lako lipate nafasi katika nafsi zetu. Bwana, utaanza naye umalize pamoja naye nasi sisi sote tunachitia mikononi mwako, utuwezeshe na kutuongoza. Tunaomba katika ilo jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo tena, mm, tumeonana ndiyo, mm, eh, kwa wiki hii ama kwa siku hizi tuko katika kumbukumbu kumbu la la ushindi Eh, ambayo tumeupata katika Kristo Yesu alipokufa na kufufuka, alichukua dhambi zetu zote eh, tumewekwa huru. Tulikuwa tumevamiwa na ibilisi katika dhambi, lakini Yesu alikuja kututafuta, na tutaendelea na maneno kama hayo. Karibu tutasoma katika Injili ya Luka E, Luka mtakatifu ile sura yake ya ishirini na nne. Luka mtakatifu Luka yake e, sura yake ya ishirini na nne mstari wake wa tatu mpaka tano. Ujumbe ambao tunayo hapa e, ni kutafuta aliye hai katika wafu na siku hizi ambazo tunaishi watu wengi wanatafuta kwenda mbinguni katika njia ambayo siyo. Aliye tayari kusomea, eh, katika jina la Bwana Yesu Amena. Luka 24 mstari wa 3, mstari wa 3 hadi 5, unasema hivi wakaingia Usio, usiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama watu wawili walisimama karibu nao. Wamevaa nguo za kumetameta. Mstari wa tano, nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, na hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Amena. Amena. Hawa ni wale wamama ambao walienda kwa kaburi ya Yesu. <coughs> E, Yesu alipokufa alizikwa nyuma ya pale. Hawa mama wali walijitahidi waende kabisa kupaka ile mwili mafuta lakini walipofika pale walikutana ile jiwe kubwa yenye ilikuwa pale, iliviringishwa na jiwe ilikuwa kubwa zaidi. Na watu wa, wamoja wanasema kama hiyo jiwe ingekuwa na uzito wa, wa bilo elfu tatu yani toni tatu, lakini malaika wa Bwana alikuja akaviringisha akatia pembeni, kisha sasa Hawa walikutana jiwe likuwa ndo viringishwa, hata kabla hawa yafika pale, njiani walikuwa na jiulisi nani mwata tuviringishia ile jiwe. Ile walikutana mujizi imefanyika, wafika pale kaburini, wakaza angalia, wakatazama, hakuna walipo, bakia pale huko na fadhaika. Njo sasa hawa watu wawili wenyewe walikuwa na vanguo za kuanga sana za kumeta meta, waliwambia eh, nyo waliwambia sasa, mko mnakuja kutafuta aliye hai katika wafu. E, siku hizi ambazo tunaishi ni siku za mwisho na tena siku za hatari, kama vile Paulo alisema. Mm, zinakuwa hatari namna gani? Sio tu kwa vita, sio tu kwa magonjwa, sio tu kwa mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwa maanguko makubwa katika makanisa. Leo kuna chipuka makanisa mengi, kuna chipuka manabii wengi, kuna chipuka mambo mengi mageni, na hayo yote yanaingizwa kanisani. Unajiona kanisa ukiangalia, sasa wale ambao wanakuwa kanisani na wenyewe wako nje, unakutana wote wako sawa. Hmm. Lakini